Sasa hivi ndo akili imekurudia sasa. Ssa arusi yako ni siku muhimu sana, Jessica. Kwa familia yetu na image ya baba yako. Yaani nilipokuona tu nikajikuta nakukumbuka. Unamaanisha Tecla Manja. Mimi nahitaji tu mapenzi yako. Nahitaji tu upendo wako. Nataka uwe hapa na mimi. Alirudi akaondoka au hajarudi toka jana? Wasambazaji wote watakaosambaza hii album fedha zote zitawekwa kwenye

ni hapo, sio? Mja mzito akija kuwa mja mzito. Staki. Basi hizo malizia wewe, mimi ngachukua nyingine. Aya, ndio nenda. Sawa, ngoja ngachukue achimbaki Atakuwa Jemima huyu. Ngoja nikamfungulia. Bishop, unawaza nini? Kiwelwa ametushika pabaya kweli. Na hii itakuwa sio rahisi kwa Simon kukubali, hawezi, ah, kukubali kabisa. Na Kiwelwa anaye nguvu kuzuia mauzo mitandaoni, kusimama Simon. Hapaswi ku kujua lolote kuhusu hili. Unamaanisha nini? Kwa sababu akaunti zake zote za kibiashara ziko chini yetu, hivyo tutafanya kama anavyotaka Kiwelu, lakini Simon asijue lolote. Kwa hiyo wasiliana na wataalamu wako wa mifumo ya mitandao, na kazi ifa hii ifanyike haraka sana, kabla albamu haijaachiwa okay, Sawa, nimekuelewa mshoko hmm. Ah, karibu. Uko sawa Naima? ya yeah, niko sawa, niko sawa ah, ah. Karibu mbona kama uko sawa? Niko sawa. You can see. Sikuwa tu nimetarajia kama ungekuja <laughs> <Mke> usiku huu <laughs> yeah. Ata, by the way, nisingekuja ila nimekuja kwa sababu nimekupigia sana simu, pokei Alafu niliongea na Dr. Luis jioni akaniambia ulipata matatizo kidogo kazini. Kuna shida gani? Hakuna shida besti, niko sawa. Si unajua tu kuna siku unaweza kuamka akili haiko sawa, vitu vikawa vimevugana kidogo, lakini niko sawa yeah. Naima, mbona nikikuangalia kama kuna jambo unanificha? Please, em speak to me. Una shida ipi? Stop it, niambie ukweli. Mashtaka gani? I can guess ya hauko peke yako. Lafu kama... Hauko peke yako ya? Sema! Sema! Unajua uh -uh. Leo niliamka siku wa sawa, mchana wangu kawa mbaya. Nikamwona nimpigie shemeji yako simu kwa amekuja uh, kunipa okay. Now I know <laughs> ndio maana naona kama kuna kaarufu fulani hivi, afu simu zangu zikuwa zipokele. Okay, hahitaji dii mbili <laughs> <laughs> <laughs> Anyway, mm. Nasikia kama ujua, nimeingia mndani nasikia kuna harufu fulani hivi mm -hmm. ah. mm -hmm. <laughs> ya perfume kama naijua jua hivi. Alafu wewe dada wewe, si manukato tu hayo, yanauzwa kila mtu anaweza kuamua tu kuchagua ile anataka. So, so excited kumjua shemeji yako, ana aibu sana ka mi ntakachofanya, tutapanga siku, ntamwambia kabisa, rafiki yangu anakuja kukuona ili ajiandae. mm -hmm. <laughs> Lakini nimefurahi kujua kwamba kuna new shemeji in town nikuache. <laughs> Sasa sikupoteze ka muda, tutaonana halafu. Nimekumbuka ndoa yangu nakoja kimesha pangwa best, nikishukutwa usishtuke, hata mimi nishtuka kama wae hivyo hivyo. Yani sina si muda wa kuelezea zaidi, isipokuwa njoo nyumbani. Bye. kuachia albamu mzee wangu. So kwa magoma makali kama haya anayoyasikia, noma sana. Umeua sana mzee wangu. Hizi hapa hizi. Asante sana kakangu. Vipi, uko tayari? Niwe tayari mara ngapi bro? Nakukumbusha tu sababu kutoa albamu bila event ni riski sana, I know. ila mimi namwamini sana Mungu wangu okay. Let's go. Niambie chochote kuhusiana na hili. <sighs> nisamehe sana ndugu yangu, lakini yalionikuta ndugu yako, sina hamu yaani, hapa kilanga chote kimeniisha. Ehe. nini kilitokea? sikuwahi kujua kama Simon ana watu wenye nguvu sana nyuma yake. Ile mbona liko wazi, kwa sababu ile familia ya Kiweru pamoja na familia ya Richard lazima wamlinde kwa sababu wote wanashirikiana kula sadaka za watu hmm? Hmm. Sijakuambia hivyo? Unajua ndugu yako, nilitekwa. What? na nani? Yani, hivi ninavyokuambia mi mwenye sijui ni nani amefanya hivyo, tena nimeambiwa niende nikatengue kauli yangu niliyoiongea, maana nimeenda kuongea huko ndugu yako, kwamba we na Simoni. Sasa mbaya niende nirudi huko nilipoongea, ndo nirudi huko huko kwenye media nikaongee kwamba wewe na Simon sio wapenzi. Hata sijui nafanya nini, nimechoka, nime nimechoka beri. Mungu wangu, naanza kupata wasiwasi tena upya. Yani najua Simon ataanza kunisumbua tena, ma yaani upya kama mwanzo, upya kabisa yani beri Mi nitafanya wanavyotaka, lakini lazima tuwapigeni, lazima tuwanyoshe. Unamaanishani? Oh, swadata so ndoa ya Kojaki na Jeska nikishokutwa. Oh. mm -hmm. Wena, unasemaje? Unasemaje? unataka nini? Yani toka jana haupo, leo ni siku ya pili ndio unarudi. Ulikuwa wapi Saidi? Achana na maisha yangu, umenielewa? Sasa kama unataka niachane na maisha yako, chukua kila kilicho chako, uondoke, uachane na hii familia. Leo jogoo kawika, si ndiyo? Haina shida, muda si mrefu nitaachana na hichi kibanda chako, ila uniandalie talaka zangu tatu. Nikitoka natoka mazima.

Kuhusu swala la kumwa Jeska, ningekwambia nitaka nikwambie of course, lakini sasa nikuta ukuwa sawa, kabidi nianze kuweka sawa. Nijua tu tutazungumza. Kojak, mi hata sija kukasirikia wewe wala sina asira na wewe. Nimejikasirikia tu mi mwenyewe. Unamaanisha nini? Nimezoea. I'm always a second option to people I love. Kwa hiyo yu... Ni sawa. Naima. Don't say that please. <sighs> Wala usijisikie vibaya. Nilijua hili toka mwanzo na wakati naingia kwenye mahusiano na wewe tulikubaliana juu ya hili. So don't feel guilty. Hii ndoa lazima ifungwe, na mambo mengine yaendelee, ili tuendelee na yale ambayo tulikubaliana mimi na wewe, sindio? Unaonekana una furaha sana leo eh? Sana braa, yani sana, zaidi ya sana, yani leo nimejihisi kabisa kama nipo na marehemu mama yangu, yani feeling good. Naona bado anaishi moyoni mwako mimi na wewe ni marafiki sasa, unaweza kuniambia chochote. Kuwa na amani. wetu wote wamefia mikononi ndani ya familia ya Richard. Hili tulitoshe, kwa kufanya uniamini. <coughs> <coughs> Mama yangu alikuwa mtu mzuri sana, bro sana. <coughs> Lakini alifanya kosa moja tu, kosa moja tu bro likampelekea yeye kuuawa. Sawa, nakubali, alifanya makosa. Kila binadamu anafanya makosa, mi natenda makosa, au nafanya makosa yoyote. We anaweza akafanya makosa akustahili kuuawa? alifanya kosa gani? Okay. Uko tayari? Ya, niko tayari. Nime Uko tayari? So naanza kuhesabu. Moja, mbili, tatu and action. Hello, habari zenu. Kwa majina yanaitwa Mina. Mashabiki zangu wa Instagram, TikTok na Facebook, leo bwana, nina habari nataka kuwaeleza. Niko hapa mbele yenu na naomba mnipokee. Naomba Tisho. Kwanza kabisa ni waombe msamaha mashabiki wa mziki wa gospel, na pia niombe msamaha mashabiki wa Simon kwamba nilikosea, niliongea vitu vya niliongea vitu vya uongo mtandaoni kwamba Simon na Berry ni wana mahusiano, na ilikuwa so kweli kabisa. Simon na Berry hawana mahusiano yoyote, na nimekuja hapa mbele yenu tena, nimerudi. Ndugu mashabiki, naomba mnisamehe, vile vitu vilikuwa ni vya uongo. Na, na kanusha kwamba vitu vile sio vitu vya kweli. Kwa hiyo naomba mnisamee sana sana sana. Hasira zangu na chuki zangu ndio zikapelekea kwenda kumchafua Simon kwenye mitandao, lakini nimerudi tena, ndugu zangu, naomba mnisamee sana na Simon anisamehe sana kwa sababu nimekosea nimemchafua mitandaoni, na pia niliona interview ya Simon imenibidi nirudi tena kuwaomba msamaha oh. Mapokeo ya Konye ah. Kwa upande wangu mm. Kila kitu kimerudi kuwa sawa tu, lakini shida iko upande wao, maana watu wanawatukana sana mtandaoni, wanapata wanachostahili. Uwezi uh, ukakebei kazi ya Mungu ukakaa salama. Hmm. Neva akwelewa baba, lakini hakuna sehemu pia Mungu amesema tutukanane. Apo umenena na kweli. mm -hmm. Enjoy your breakfast. You too. Huu ni mkono wako Baba, uliniambia nikae ndani, unaweza kuhendo kila kitu. Sasa kama sio umefanya nani amefanya? Eh, ina maana sio wewe. Simon hawezi kujichanganya na wale wasichana, na kama unahisi ni Richard. unadhani amewezaji kuadhibiti? Kuna mambo mengi sana tuajui kuhusu Richard, yaani kuna kitu kati yao mbali na mapenzi? mm -hmm. Amekuambia chochote bado? Lakini kwa sasa ananiamini sana, na muda sio mrefu atafunguka. Na kuhusu suala la Makena kukuangusha, kwa sasa tusifanye chochote kile mpaka tujue siri za Richard. Tukikurupuka tutaumbuka sisi. Leo ni fitini ya nguo kwa ajili ya kesho. Sawa so, kila laheri mwanangu. Asante sana mwanangu. Karibu baba. Bana ah, sijamuona Sere kwa siku kadhaa, yuko wapi? kikeleresijui Werozi, nimeongea na Mr. Richard, nimemwomba ukafanya kazi nyumbani kwake, amekubali. Kwa hiyo watu wake watafika muda si mrefu, jiandae. Naona umeganda tu hapo na baba yako, unatafuta tuzo ya mtoto bora duniani, si ndio? Ni maandalizi ya harusi sidhani, kama kuna mtu kati yetu atakuwa na ratiba nyingine mm. Leo ni siku muhimu sana ya binti yangu niko kwa ajili yako mwanangu. Yes. kiatafika ya baadaye tutakwenda kufanya fitting Kuna taarifa nataka ni wape Jessica. unamkumbuka Rose, yule binti alikuwa nauguza babake hospitalini kwetu mara kwa mara? mm, namkumbuka. mm. nimewahi kumsaidia yule binti, kwa hiyo niliona sio vibaya aje hapa nyumbani kufanya kazi za ndani. mimi ndo nahusika na mambo yote huko ndani. Unawezaje kumpa mtu kazi bila kunishirikisha Richard? Makena unataka kusema nini? Jamani. Ah, ah. Ahitaji kugombana.